Kwa niaba ya mkurugenzi naomba kusoma risala fupi. Risala kwa mgeni rasmi. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, halmashauri kwa kutambua umuhimu wa kuimarisha uchumi, kwa kutambua kuimarisha uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, ili kufikia lengo la kuwa na uchumi imara na stahimilivu, na kwa halmashauri ofisi ya mkurugenzi mtendaji, kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa mueshimi, ya mkuu wa wilaya pamoja na ofisi yako ya mwenyekiti wa halmashauri wa wilaya Ludewa, waliamua kuwezesha wananchi wa wilaya Ludewa jumla ya kilo mia tano za mbegu bora za mbaazi aina ya ILONGA M2 mbegu hizi ambazo mliziomba kwa Mamlaka ya Bodi ya Mazao Mchanganyiko COPRA ili kugawiwa bure wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaratibu wa kunufaika na mbegu za mbaazi: Mbegu hizi zitasambazwa kwenye kata zilizopo kwenye kanda ya chini na kati. Wananchi wote wana fursa sawa ya kunufaika na mbegu za ufuta na mbaazi bure, ikiwa tu mkulima atakuwa amezingatia vigezo vifuatavyo: awe ameandaa shamba kwa kulima; awe amejiandikisha kwenye mfumo wa mbolea za ruzuku TFRA na ana namba ya mkulima iliyo hai; awe tayari kushirikiana na wataalamu kwa kupokea maelekezo ya kitaalamu; awe tayari kushiriki katika kuanzisha ushirika wa mazao wazao la mbaazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kiasi cha kilo mia tano zitagawiwa katika kata kumi zevenye, zenye vijiji ishirini na nne vya tarafa ya Masasi, Mawengi na Mwambao. Mbegu za mbaazi zitakuwepo kwa maafisa ugani wa vijiji na kata. Mbegu zitagawiwa kwa wakulima katika ofisi za vijiji katika usimamizi maalumu na kwa na kwa wale walioainishwa kwa kugawiwa. Aidha, jedwali linaonyesha mgawanyo wa mbegu kwa kila kijiji <coughs> Mheshimiwa mgeni rasmi, kata ya Ludewa itapewa kilo mia moja. Kata ya Luana, tukianza na kijiji cha Luana chenyewe kilo ishirini na tano Mbwila kilo ishirini na tano mholo kilo ishirini Mawengi Kitewele kilo ishirini na Kiwe kilo ishirini Mkomang'ombe kilo ishirini na Kimelembe kilo ishirini Kata ya Lwilo kijiji cha Lwilo kitapewa kilo ishirini Kipangala kilo ishirini na Lifua kilo ishirini Masasi Kingole watapewa kilo ishirini Liagule kilo kumi Kiogo kilo kumi Manda Mbongo kilo ishirini, Nsungu kilo ishirini na Igalu kilo ishirini. Luu, Ngelenge kijiji cha Ngelenge kilo kumi. Lupingu, Mtumbati kilo kumi, Ninti kilo kumi na Mkwimbili kilo kumi. Makonde, Kimata kilo ishirini na Ndoa kilo ishirini. Mwisho ni Iwela, kijiji cha Iwela watapewa kilo kumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha.